Na alikuwa anafanya sana trap kipindi kile, namkumbuka vizuri, eh, alikuwa anapiga sana trap. Ikawa ni SSB na DSK. Hebu tukumbushe na hii pia, au SSB. Ni SSB huyo, Laxan trabo, eh, dawa moto yule dogo. Ambadilisha jina? Ndiyo SSB. Ah. Sisi wa Daily Sounds kabisa, huyu Da Laxon nishafanya naye kazi, hujue cypher moja tulifanya kipindi fulani <laughs> tulifanya tulifanya cypher moja hey, ya moto sana yani. hmm. e bana, noma kabisa so Dennis. okay. hmm. mwaka jana tumekuwa tuna hasira nyingi sana Tigo yani kitu ambacho kwa sisi mashabiki zako ulitufurahisha hususani mimi yep. mimi ni moja kati ya mashabiki ambao nashabikia kila ambacho nakifanya. Jana umekuwa spidi sana na tukafurahi zaidi kwa sababu kama ni chakula tulikula tukasaza sure. Au sio bwana? Yeah. Hivi mwaka tumeanza tumeanza tumeanza na mradi gani? Tumefanya miradi miwili mpaka sasa hivi. Hivi tarehe moja mwezi wa kwanza, endelea kufanya tarehe eh, kumi na nane mwezi wa pili au sio? Endelea kufanya sisi tumemalizia mwezi wa 12 ile. Je, video imetoka tarehe moja mwezi wa kwanza? Eh, uh, like, hii yeah, tayari kwa mwaka jana, maana ninachokumbuka. Yeah. Yeah. yeah. Okay? Yeah. Kwa mwaka huu? Mwaka huu tumefanya au sio? Au sio? Ndio. Ndio track ambayo tumefanya. Ndio. Au sio? Yes, ye, yeah, ni nimeona ni ni promotion zake. nimeona vile ambavyo unapambania pia. By the way, ni kipindi ambacho nahisi nilikuwa likizo ndefu sana sija kuwepo SFM, tutapita <laughs> <laughs> ni miezi kama minne mingapi hivi <laughs> likizo, ulizungumza likizo, likizo fulani hivi haikuwa rasmi ile likizo ile, mm, ila yeah, likizo naisi miezi kama minne hivi, wewe mwenyewe unanajua, uko unashangaa kwa na, na na sababu miradi iko natoka ofisi maziiti wala la nini, yaani yeah, yes. Lakini tulikuwa tunapiga story tunapiga mm, tu story juu yeah, kwa juu eh, yeah, yeah, yeah. kutoka pale tumeachia miradi mingi sana by the way kwa mwaka jana ile mama, ilikuwa ngoma yangu pendwa, SMS SMS mama, tuma mama, yeah. se niliipenda sana, nikawa na wish sometime kama bibi mkubwa angekuwa hai nio namdedicate namtumie naye anasikiliza, niliipenda sana ile ngoma, lakini kuna ngoma mm, tulifanya ngoma gani ile the Makambako kid explicitly. nobody like you then eh, tukaja endelea kufanya ile ilikuwa yule nani ya mairo ya ngumi kumi yule nani, niliona kama umemwimba hivi pia ah chupa eh, hey. Unaitaka ile eh, naitaka ile na yeye, kazi ndiani iko njiani kuna jiani. Vitu fulani ambavyo vilikuwa Mm. Yaani vina vina vina kuna mwandulami isu hivi. Eh, yeah, yeah. Hey, kuna chupa, unajua kuna vitu vyetu vya makambako vile. Sad enough mwandulami nimeifanya kabla hajafariki. Sasa ni mm. Eh, hey, hmm. Lakini mayitamani. Kuna vitu sisi tuna tuna tuna tunavihitaji. Unajua, yeah, tuna yeah, yeah. Mimi ni mmoja kati ya watu ambao nilisikilizishwa ile mixtape. Yeah. Nje ya kusikilizishwa nilirekodiwa na video. Mm. Kwa hiyo nilikuwa na mind sana kwamba wao washikaji wameni record video afu mixtape yenyewe haitoki. Haitoki. Mm, wakaja kunielewesha kwamba ndio hizi mm. Ngoma inatoka moja moja bro, nataka nini tena? Na na atuambie why ili ili fail ikabidi zije moja moja Tigon. Mixtape ilikuwa kwa ajili ya kujiintroduce. Yeah. Sasa kujiintroduce, unachagua wewe. Mhm. Mm-hmm. Tukaangalia, mixtape tungetoa tu nyimbo ambazo maybe tusingezishoot. Mhm. Uh -huh. Tunge shoot labda moja mbili, tayari watu wanakuwa wanataka kuona kinachofuata. Yes. Kwa hiyo sisi tulivyokaa tukaona hizi hizi ngoma tuondoke nazo, si ndo tunaji introduce? Tuji introduce nazo hizi ngoma kwa kuzipa space, watakapoitika ndo tupakazie. Unajua kuna aina fulani ya muziki mtu wa, wanaona unaendana nao. Unajua yaani, ukishaachia wimbo fulani anakwambia T Gwan, tukae humu tuishi humu. Kwa hiyo ndo tunataka tunase ambapo watu, watu watatanasa na sisi, ndo bado tunaendelea mpaka yeah. ngoma kumi ziishe. <laughs> Na sasa hivi zimeshatoka toka tano. Ah, e, yeah, tano. Okay, yeah, ambazo zote zimetoka 20 24. 25 hii imetoka, no, au sio? Ah ndio, umemalizia yeah, yeah, tano mwaka huu. Okay. Yeah, yeah. Una unatumia vigezo gani kuchagua ngoma kwenye mixtape na kusema bwana, tunaondoka na hii tunaondoka na hii. Yeah, by the way niko na album pia na tena. E, T Gwan ana vitu vingi. Nafanya album ya pili. Ya kwanza ishaisha ya pili. Unaenda ya pili yeah, yeah. Kuh, yeah, exclusive kwetu hii <laughs> mm. Mix step hiyo tunaenda nayo humo humo, vigezo ni kwamba mix step kwa ajili ya kuonyesha uwezo, kujimwambafai humo mm. mm. humo unakuwa unafikisha ujumbe as, a, as the MC, yani ukiwa kama ni mtu wa hip hop. okay. unatakiwa u reflect unachokifanya na maisha yako, that's why ukiona video zangu kwanza kuna kamtoko fulani hivi kwenye zile video, kame maintain kila video, unaona kamtoko naako mm. Kanakuwa kanatuma message kwamba T Gwan ameje brand kwa aina hii. mm. mm. okay. Cha pili ninachokifanya okay. Pia kina relate kutoka ngoma moja kwenda nyingine ba... okay. Kigezo okay, cha kwanza ni hiyo tu kujipangilia, lakini kikubwa kabisa ni hiyo talanta ambayo Mungu ametupa mm. yeah. Naweza nikasema imekuwa ni comeback fulani hivi ambayo ina ukibabe mlaini yani. Yani sio sio sio comeback ya kibabe uh -huh. mm. Ukibabe mlaini kidogo kwa sababu tulivyotoka kwenye twisted tulikuwa noma kabisa yani. Yani nakumbuka Faridi Kumana alikuwa ni miongoni kati ya mashabiki zako kama mimi tu. Yeah, yeah. Lakini tulivyokuja kuanza kuziachia hizi project ambazo mwaka jana tumezifanya, kwa sisi watu wako wa karibu zime zimefanya tukafurahi. Sijajua kwako kulikuwa kuna ugumu gani ku, ku, ku, ku, ku connect kutoka kwenye Twisted na hizi ngoma ambazo zilikuwa zinafanya sasa wewe urudi mjini, kwa maana nataka nifanye comeback na watu wanielewe na wanipokee vile vile pia. Kulikuwa kuna ugumu gani? By the way, nilivyofanya Twisted mm. wimbo ule uliokuwa unafuata, ulikuwa niendelea kufanya. Mm. Mm. That's why ukizisikiza kama zina relate. Mm. Na watu wakawa wamenielewa kwenye Twisted, tukakaa nayo muda mrefu, watu wamesikiza sana Twisted. Nilivyokuja kutoa zile ngoma kama kuna Nobal Like You, kuna SMS to my Mama, kuna The Makambako Kid Explicit. Zilipokelewa mm. kwa ukubwa. Kwa mfano kama The Makambako Kid niliona mpaka mm. feed queue ana share Twitter, ameziposti mm. kendelea. Okay. Kufanya ikitoka hata sijampa, unakuta kaiweka status, kaiposti kwenye magrupu ambayo mi na yeye tupo pamoja mm. kwao, nikaona hey, this kind of music ambayo ndo hawa mabro wanaikubali na wanaielewa that means hata mashabiki wananipimia kwa nengo hii. Yeah. Mm. Yeah, lakini kwa sababu it's a mix step, mix step inatakiwa ina miziki tofauti tofauti mingi. Sasa mm. ndio watu, watu watapata ladha tofauti tofauti, hadi yule Tigwan ambao hawamtegemei wanakutana naye ndani yeah, lakini tutakuwa tume keep it hip hop huku tutawapa, huku kuganzi zitaendelea huku mm. nakumbuka mm. kuna ladha moja ulitupatie ilikuwa kwenye Nobody Like You yeah, yeah. E, yeah, mle ndani na yeah, Felix Dizoro pia yeah, yeah, kuna jamaa Mo Dallas yeah. Kulikuwa kuna mm. ladha fulani hivi ya kitofauti zaidi though, ilikuwa tam kinoma noma, kwa kwa maana hiyo huu mwaka tumeanza na, au sio? Na tuna tuna, tuna, tuna plan za kuachia miradi, kama mwaka jana. Mwaka jana tumetoa ngoma nyingi kama kawaida. Tarehe zangu mimi zile zile, tarehe moja mwezi wa kwanza, tarehe 18 mwezi wa pili, tarehe moja, mm. mwezi wa saba, tarehe 17 mwezi wa nane na tarehe kumi na moja mwezi wa kumi na moja. Nini kimejificha kwenye hizo tarehe? Kwenye hizo tarehe mbili, moja, mm. birthday ya mwanangu, nyingine ya maza, nyingine katikati ya mwaka, nyingine mwanzo wa mwaka, nyingine birthday yangu. okay. katikati ya mwaka na mwanzo wa mwaka, tarehe moja mwezi wa saba na tarehe oh, ah, tarehe moja mwezi wa kwanza mwanzo wa mwaka, ndio mgangae mm. tukasema, kwenye hizo tarehe <laughs> za chini hadi huko huko, ni furuka mzoana mahesabu tu 11 11 nao ni birthday eh ya <laughs> <maya. umo. laughs> <laughs> <Maesabut. laughs> e ya dogo jante okay, nikafikiri yeah. ndo ile 11 11 angels number ah mm -hmm. Uh, T Gwan unajua, mimi huwa naangalia na ukiachia, okay, ngoma zako kwenye ngoma, mbona unawapa shara so, usonga, una team kubwa sana yani ambayo ina inahusika kwenye utoaji wa ngoma zako na na movement zako za muziki. Mi naamini zaidi kwenye watu kuliko kipato. Kipato chetu okay. sisi bado sio kile, japokuwa hatukosi kula lakini mm. sio kile kikubwa. Sasa kuna mtu anakuja anatoa kitu priceless akina bei yeah, ukimpa shout out inapunguza ile hasira yake ya alichokifanya mm. kwa sababu unakuta alikifanya kwa uwezo mkubwa sana Mm -hmm. Lakini hata kama umempa chochote, haiwi kama level ya kazi aliyoifanya. okay. Kwao ni muhimu sana, haitakiwi kumwacha hata mtu mmoja. Hiyo ni funzo kwa kila mtu. mm -hmm. Usije ukasema mimi ni mimi mimi. Kuna watu, kuna mtu mimi katoa hapa, ushapa, nimesaidia kwenye uandishi, hajanipa credit eh. Imeniumiza. mm -hmm. Kwa hiyo inanifundisha kwamba kumbe na mimi nisipo hapa credit wanangu ambao tumefanya wote mitikasi wanajisikia hivi. Wanajisikia hivi na wajisikia. Okay. Ninachofurahia Yeah. Timu mm. kubwa inatoka Makambako. Kwenye zile team ambazo Yeah. Kumle. Yeah. Nafurahia hivyo. Yeah. Ni timu kubwa inatoka Makambako. Kwenye final sound, nani huwa anahusika sana sana? Kuna titatu na Trucks. Trucks saa hizi amejipata kwenye mixing kumbe. Eh, yuko vizuri sana. Eti eh? Yuko vizuri sana. Niko e na kushukulia poa. Mm. Yani tukipima <laughs> kwenye miradi ambayo nimeitoa mwanzo mm. Sasa hapo mi wanajipima na mimi mwenyewe okay. Hivi okay. Na naona kabisa sound imechange imetoka kule mm. Inakuja mbele kajipata, ndio sawa sawa. Naomba nirudi kwenye zile namba Tigwan. <laughs> na tuna ngoma tunatoa birthday ya mtoto, ngoma <coughs> yeah. Yeah, birthday yako ngoma ya bibi mkubwa yeah. Bibi mkubwa ngoma, yeah. Mm. I, hizo ngoma zinakuwa zina message gani au kivyovyote tu tunavituachie miradi yani, na mm. mimi nianze kuzingatia. kuna, siku moja nimekaa na msanii mmoja mm. yule msanii alikuwa ananitaka mimi ni slim. Na okay sli e, akawa naambia nitakupatia ratiba ya tarehe za kuomba usiku saa saba okay, kuna mafanikio makubwa utayapata okay. by the way ni, sikumuelewa nikaachana naye, lakini ananisistiza sana, anaambia kuna, kuna nguvu kubwa sana ukijua muda yani, kutembea muda wa kusali eh ujue kutembea kwenye muda yeah. na hizo namba za kitarehe na wewe ndo upo umo, ndo maana ndivyo umetaja hivyo, nikashtuka nikasema uende kaa pia leo. Sasa kwa faida ya wa wasikilizaji na mimi na wote mm. Tigo anaweza katupa kitu, yani kwa nini? Yani hadi mwenyewe naona kila itakapofika siku ya birthday yep. ni lazima achie ngoma mbili au tatu, yani lazima, kuna kuna kitu gani yani, yani, kwa nini hizo tarehe mmeziweka hivyo? kwa upande wangu mimi sasa mimi niko na, na feel yani huwa nafanya nacho feel inside cha kwanza mm. ni birthday hizo mm. zote tatu nililenga hao watu, kwa sababu hao ndio watu ambao nimejiconnect nao moja kwa moja ndio. Mm. E, so kwamba mzazi wa mwanangu sijaji connect naye lakini, <laughs> mimi ndugu yangu kabisa ni yule mwanangu yeah. kwa hiyo mwingine anaweza labda hata akaona mimi sina maana akaenda Mm. ila mi yule dogo bado ataendelea kuwepo na alafu, yule sio ndugu yako yani, yule ni mtoto wako, umeelewa? <gulia> Sasa kuhusiana na dogo janja, kila ngoma nayoitoa kwenye tarehe yake hmm, akishakuwa mkubwa nitakuwa namwambia kwa nini ilikuwa anatoa waga mule ndani, na kila kila anachokiongea, hata kama nisipotaja mwanangu nini hmm, lakini huwa anamlenga yeye moja kwa moja, kuna message fulani unamwachia yeye kwanzia, lakini za maza mimi na ngoma za maza na idea ambazo sijazifanya zinafika mpaka kumi. Yeah. Atakula magoma yanayomuhusu yeye, hey, <laughs> mengi sana kwenye tarehe yake. Okay. Mwanzoni mwa mwaka siku zote huwa ni ndo fresh start. Yeah. Kama unakumbuka tulivyokuwa shule ya msingi, ukiwa ujui tarehe yako akuzaliwa, unaambiwa we ni tarehe moja mwezi wa kwanza. Mm. Kwa watu wengi ni tarehe moja mwezi wa kwanza, almost watanzania wa wengi sisi ni watarehe moja mwezi wa kwanza. Yeah. Maana yake kubwa ni fresh start, yani do unaanza kujidadavua, hata we mwenyewe unaweza ukabadilikia hapo, hapo. Mm. Then tarehe kumi na nane mwezi wa pili mimi ndo mwaka wangu wa kujibadilisha ndo mimi nazaliwa ko. Mm. pale waga nakuwaga na nguvu ya tofauti tofauti na, na ilivyo kwa nyuma hususani yes. Mwaka unavyobadilika mambo yanaenda mbele. Mm. unajipima kama unasogea That's it. mm -hmm. katikati ya mwaka ndo waga inaishi kunakuwaga kuna, kuna ishara ya kwamba mwaka unaisha mm. Na katikati nawatupo katikati tumeshamaliza nusu, hatujafanya chochote pale. Unatupa dongo unatupa meseji hivyo yaani hamna kitu kingine behind kilichojiconnect, lakini hiyo ni hisia tu ambayo mimi nilikuwa nayo na nikaona it's okay kufanya hivi okay, okay. Mm. sawa. So, na kwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne Makambako Cypher ilikuwa ni volume four, kitu kama hicho ilikuwa yeah. project ya mwisho ndio Vipi kuhusiana na huu mwaka? Najua hizi project za Makambako Cypher zinawakera baadhi ya wasanii kutoka Iringa, zinawakera wasanii kutoka Njombe. <laughs> mm. na kuna watu wa Mbeya pia nao sasa, hizo wameamka, wame wanatengeneza saifa zao. Vipi mwaka huu, tunawaumiza mwezi gani? Hawatuwezi kwanza tuanze tena, yani hata wafanyaje hawatuwezi, kwa sababu mimi mpaka sasa hivi watu wananiita mimi Makambako Cypher, sio tena T Gwan. yeah. Okay. na mtu yote ambaye amehusika anaitwa mm. Makambako Cypher mm. sio jina lake ambalo la kisanii. mm. Kwao itumisi ule mradi, hata sio yenyewe umetuzidi nguvu. mm. Kwao, that's why comeback yake inakuwaga imekaa kitaalam kidogo ila, yeah. kwa mwaka huu sasa tena exclusively ndio mm -hmm. tumeshauanza matarajio yetu kwenye zile tano tano zile mm. tumechishe pale kama sio tano tano 25, basi 25 25 25. Okay, yeah. okay, kuna baadhi ya wasanii wengi sana ambao waliomba kujoin na uh, ni watu wa Makambako ila hawaishi Makambako, yeah. Waliomba bwana, tunahitaji na sisi kujoin, kuonyesha vile tulivyonavyo bwana Makambako kwa sababu oh, uwezo mkubwa na vitu kama hizo, yeah. Mwaka jana nadhani hii Cypher il, ilileta maneno mengi sana, yep. Sio kwa watu wabaya, sio kwa watu wazuri, wengi walizungumzia hii project. Mmewazaje pia kuhusiana na watu ambao wanatamani kuingiza vesi, labda kuna fursa ambazo mmetangaza sehemu, au ni vipi, au mtakamuibuke yenyewe yenyewe tena nadhani hata kuja hapa pia ndo ilikuwa ni lengo lake hilo pia, kwa sababu tumetoa miradi binafsi, watu walikuwa wanatuangalia zaidi kwenye lengo hilo, ndio maana mm. hata unaona kwenye story yetu Cypher ni kama tumeiweka pembeni, na Cypher mimi siongelei kama mradi binafsi. Yes kwa sababu ni kitu cha wote na tunaenda nacho pamoja na mm. mipango ya pamoja. Kwa hiyo kwenye Cypher cha kwanza, si tunazingatia uwezo ndio? Hey, yani Cypher kwanza kabisa kuitoa mimi na wanangu wengi sana ambao nimekuwa nao tuna rap pamoja mm. Niligombana nao wengine mpaka leo sio wanangu, kwa sababu mimi jinsi ninavyoenda sasa hii siwezi kusema kwa ubaya, lakini jinsi ninavyoenda tunazidi kuwa noma sasa mm -hmm. Lakini nikirudi nikiwasikiza, nikiru, wao <tik> nakuta pale tulipoishia, wamerudi tena nyuma, wamerudi nyuma. Kwa mimi nikiwakataa kwenye cypher, inaonekana huyu jamaa anajikuta nani eh. Kwa hiyo maneno mm. ya watu wazuri, ya watu wabaya, nimeanza kuyasikia tu kwa cypher ya kwanza, ya kwanza. Kwa mimi naenda nao kwa kasi hiyo hiyo, lakini kinachotukwamisha, unakuta timing zetu mm -hmm. kuna watu wana uwezo, muda si wa kufanya kazi na limit ya time. Kwa mfano sasa hivi tuko tarehe 20 na ngapi? 24, 24 leo. Kwa hiyo 25 tufanye kesho, si ndio? mm. 25 tuna mwezi mmoja mpaka 25 tena. Yeah. Kwenye huu mwezi kuna mtu hasogei mitaa ya Makambako na ni mkali. Okay. Na taarifa maybe, anaweza isimpate isimfikie kwa wakati, maana huwa hatuposti mitandaoni kwanza. Mm -hmm. Tunashituana sisi wenyewe hapa hapa, nini noma anakaa. Tushaifanya mpaka audition, kuna nyingine tunajiita tu wenyewe, bwana wewe, fanya fanya fanya mm. tunafanya. Then nikufikisha lakini, mtu yoyote asikate tamaa kwa sababu sio tu saifa ndio itamfikisha pale. Yeah. lakini Cypher ni platform ambayo ni endelevu. Kwa hiyo kuna siku yoyote yeye yeah, aendelee tu kukaza nat. Kuna siku yoyote ata jump in, tunaona mwaka jana waliingia vijana newcomers kama watano hivi ambao sasa hivi safari yao pia ni iko vizuri tu. Okay. Yeah. Kuna watu hawakosekani umo, T Gwan, Owen, Flokila, Dizolo, yaani Timaboy n... hawakosekani yani, yani ni lazima wawepo mm Hao -hmm. Watu wako pure sana Yani sindo kipimo kile tunaangalia tulipo hapa, mm. yeah. au umerudi nyuma. Nikisema nielezee kuhusu watu wanne, mimi ndo nataka nijue kuhusiana watu wanne wao, na special gani kwenye cypher? Tuanzie Dizol. Dizol ni brother ambaye aliaso na kina pagidogi, mm. mm. wakina na wale wale wakina nikimbish Mm. kipindi hicho sisi tuko kama sio primary basi secondary, tulikuwa tuna feel na tuna wish tu, maana mimi naingia form 1 dissolve teacher tayari maguvani ndio. Mm. umeelewa sasa, legend kumbe. Ehe, kwa hiyo mimi nikashangazwa na the way ambavyo ana appreciate kwa sababu mm. mwanzoni nilikuwa ananitafuta mimi namkimbia Mm. nikawa nahisi kuna madogo alikuwa anawafundisha, nikawa nahisi anahisi nawapoteza, umeona. Mm. kilichokuja kutokea nikagundua kun, nika kumbe, ana show love, yani yeye anapenda nachokifanya. Mm. ikawa vile, vile tumeenda kwenye matamasha na vitu vingine vingi, tukawa tunaua sana, ndio kwenye generation yao mtu pekee ambaye aliaminia hii talanta yetu sisi. Nili, alikuwa ni yeye. Kwa wale wakina pagidogi wakina nani wote sisi hatujawahi kujiconnect kujiet nao, lakini Dizolo aliweza, kwa sababu yuko na sisi na pia talanta yake ni kubwa. Kwa kutoka pale tukajump kwenye generation yangu, ndio kwenye generation yangu nakuja na nani mimi, nimekuja na koo mm. ongei kitu ndo mnaona hayo mabomu <laughs> mm. <laughs> Uko, okay. hey, kusabu, pia kingine, yani kuna watu ujue hata iwaje kipindi sasa, siisemi kwa ubaya. mm. yeah. kipindi IFM inaanza mm. kulikuwa kuna ile recruitment ya watu, lakini ilipokuja ikanasa kwa Gamidi, ikawa ndo hapo, yani kwamba huyu jamaa wa wapi huyu wa kwetu, umeelewa hicho kitu. Na hii unaanza kunielewa sasa hivi, yani you? kuna kwenye kundi kubwa la watu Yani, kuna mtu mmoja lazima atashine tu, yani Mungu, kuna watu washai waweka hivyo yani mm. kwao ilivyokuja cypher ilikuwa ita, utake usitake oh, flow, kila atashine tu t mm. na amefanikiwa, umeona hicho kitu then, Timboy, Timboy ni mtu ambaye nilimkuta tayari ana kila kitu ninachomhitaji msanii awe nacho. bona tima ye yeah. Yani, ana flow, ana punchline Hmm. Ana mistari mikali, sijakuwa naye, sijawahi kuonana naye ndo mm -hmm. Namkuta tu kwa Demond pale ofisini kwake hmm. Ana rap noma, sijawahi kumjua, sijui chochote kuhusu yeye na, na mpaka leo ukimsikiza Tima boy ni mtu yani, ni wahatari yani mm -hmm. Tima boy Owen na Dizoro, kitu chao special ni kila mmoja kama hivyo, sema Tima, mimi nilimshindwa yule bwana yule, achiagi ngoma zake ah, so, yani mfano kwenye saifa zenu zile yep. Wewe unaondoka tunaona Felix yep. Dizola analeta miladi mpaka kinyakyusa huko ndani. Au yule ametisha kinoma noma tumemwona yeah. mara ya mwisho kwa Raivane na itamtesa sana udogo. Yaani <laughs> itamdenia. <Dani> Asipochanganya <laughs> tunamsahau udogo. Anatakiwa ahangaike sana. <laughs> Yeah. Lakini sio mm. Tima boy, yani asira zake anaonyesha akipata kolabo lakini yani, Lakin, Tima, as... Tima alikuja aliunda crew kama uh -huh. mliona walikuwa malengo pale waliunda crew ile crew, yaw, yaw, yaw, yaw. Ile crew ilikuwa ni yule dogo anaitwa Given. Gifted, Gifted ndo kundi lao yani ndo linaitwa Gifted. Sasa Tima alitafutiwa nafasi pale, kapachikwa sio yeye sure, yani Tima pale yule dogo nice. anavokuja inaosemekana alikuwa kwenye kwenye kwenye, kwenye project zake binafsi, lakini baadaye mkurugenzi anakuja kusikiliza, kaona a a hawa watu kuna namna ambayo inabidi tufanye, hawa watu tusiache hivi hivi, ndo wakawaconnect, okay. zile doti zile bila shaka wali match walimechi na, yani inaonekana Tima ni mzuri sana umpe kolabo au ufanye kitu chako umpe nafasi, sio anzishe sio yeye. yeah, yeah, anzishe na miradi yake. Tima haipo, mimi nilimshindwa yani, unajua <laughs> mm -hmm. Mtaimu ataonyesha kususaga pia yani yeah. Mwt. sure, sure. mwatigo ni mimi nampambania sana alafu mwanangu naona ananiangusha, baadaye nikasema ah, hebu tuone tu, nibaki ni, ni, ni baki na mimi kusikilizia ndo Tima tusimkatie <laughs> tamaa, labda minam... na yeye siku ataamka usingizini yeah, kama tigo yeah, mimi Tima boy naamini anytime tu kwa sababu mimi mm. nachoaminigi hata mm. hivi ninavyotoa miradi kuna ambayo haishaini kuna yeah. ambayo inasogea mm. kulingana na vigezo vya walaji wanachokiona, lakini kuna siku mtu akisikiza na nyingine inayorelate na kwangu, anasema huyu jamaa kumbe ni noma. Sasa ndo nilivyomkuta Tima mm. alinichapia vesi Usiano, ya mahusiano mm. akanchapia vesi ya hustling akanchapia vesi ingine kuhusiana na mada tu fulani imekaa vizuri, nikasema we jamaa tuende kwenye saifa <laughs> no. Ni yani mtu ambaye ana ideas nyingi nyingi, hata u anamoshirikishwa naona anavozichapa zile ideas zao anaua sana yeah, yeah, oh. tu topic tunaishi lakini sio yeah. sio projecti zake yeah, zake inabidi zije, inabidi zije. Inabidi zije. na sio bana zani, yeah. kwa, kwa maana hiyo hii saifa yetu ya mwaka huu ambayo itakuwa ni ya tano tutegemea kuipata mwezi wa tano. Hiyo yaani bila umeshaanza kurekodi, tumeanza process za mwanzo. mm. ambaye sasa hii kitu waga, mimi na cabinet ndo tunakaa kwanza. mm. kwao. okay. tumeshaiona hiyo picture, ndo maana hadi nimeropoka tarehe. okay. yeah. kwenye o cabinet ndo inahusisha wasanii wanne wa watu watatu, mimi producer sasa hivi kuna edit z zamani, alikuwa Demondi. mm. Demondi ameendelea na mitikasi yake. yeah. na tutaenda kula wali. yeah. <laughs> Kwa hiyo ni wewe Mkwizu na Edi. Hey, then hapo okay. Recruitment ya watu kuna watu wengine mimi sijawahi kutana mm nao na ni wakali sana mm, nawapata kupitia hao na kuna wasanii wanawaleta wasanii okay. Okay, kama Do, Don 14 alimleta Dmax okay ambayo Max ni noma, Don 14 mwenyewe akasoma. <laughs> <laughs> Yeah, aliua sana yeah, yeah. okay, oh, mm. Yani, waletane tu waletane, yani, waje kwa mkwiz wasanii wote waje waje, mm. kwa mkwiz tuko mm. pale. Mwaka huu mnaweza mkamfikiria mtatoa vesi yake yake, tena noma sana. By the way, mnaweza mkamfikiria mtatoa vesi yake tena, hata kwenye kichinjio, naona anaparticipate sana kwenye mziki wa Makambako. Uh, yani anakuza sana vipaji, amejipata, amejipata <laughs> <laughs> <Amejipata. Amejipata. laughs> kwa sababu shida iliyopo yeah. Unaona, mi nawe Gami ambavyo tunafanya hivi vitu mm. ukiachana na hizi kazi pia sisi ni washikaji mm. ambao unakuta huu ushikaji uliletwa kwenye hizi hizi kazi, hacha yeah. na ule mnaanza kuwa washikaji halafu ndo mnakuwa mnaanza kazi. Yeah. Lakini mi na Gami tumekutana kwenye kazi tukawa washikaji ndo nilipo yeah. kutana na EDTZ alianza tu kuja unamkataa, una mwanzo mm. Ye, utaenda atakukataa kidogo, lakini mwisho wa siku mnakuja mna mm. na mm. kitu ambacho anacho. Kuna watu huwa yani, unakuta ushakutana na mtu kila siku kama ndo mnaonana hizi mm. na unamhitaji sana kusaidia kitu chako, huyo mtu ngumu sana kufanya naye vitu, na sisi waendo Unaprocess tani noma <laughs> no sana. Eh. Hii kujitolea kwake anapata hela au ni kushow love? Ah, ndo niliongea kwa make sure mda ule <laughs> mbani, kuna watu wanafanya kitu hadi unasema hata nikimlipa mmm bado haitoshi. Yaani, kitu mm. alichokifanya ni priceless, hakina bei yani, bei elekezi pale haipo. Yeah. Kwa hiyo unaanza kubaki naye sasa, inatakiwa na wewe uanze kujitoa kwenye vitu vyake. Mm. Kwa hiyo mnaanza ile corporate ile, mna corporate. Hiyo mnafanya vitu vyenu na we unajitoa kwa nguvu zote, akikuita si mmoja huko pale kwayo. Nadhani hiyo ndio hivyo, yaani kuna vitu havilipiki kwa pesa yani. Kama anachofanya ITZ salimia watu basi. Alafu, T Gwan, na albamu yako umesema unaweza ukaachia muda gani, mwaka gani inaweza? Sio mwaka huu, sio eh, mwaka huu. Mixtape hizi, okay. Mi, mixtape ngoma za mixtape tunazimaliza mwakani kwenye tarehe yangu ya kuzaliwa, zitakuwa kumi zote zishatoka Uh, T Gwan ni sasa hivi ah, sasa hivi mpaka mwezi wa saba, si ndivyo? Ehe, sasa hivi wa saba, then hapo apo, uh, uh, okay. Katikati kuna tarehe kama mbili tena then mwakani ndio, mm. Tunakuwa tumemaliza tumemaliza, kwa hiyo uh, tukimaliza tunaweza tukafikiria album Yaani ngoma za Tigwan yeah, tunazosikiliza zimetengenezwa 2018 ndio tunapewa sasa hizi zenyewe. Ma mnagombana vitu kwamba tuachii vituu, tutasikiliza 2029 30 ndio sasa hivi itakuwa tu ni rahisi tu akikutumia usikilize, tunavujisha kwenye kompyuta pale, naenda na copy <laughs> nataka tuongee naedi kidogo, anetu bwana anapambania sana anapambania sana huu mziki bwana ADTZ. Yes, mambo vipi wewe mzee? Sure, brother. Nikupongeze leo kupitia ISFM mwanangu, kwa kazi ambayo unaifanya by the way. Unapambana ah sana. Nashukuru sana. Cha kwanza ni Mungu tumshukuru pia. Nishukuru media midia za